gani msikilizaji na mtazamaji wa kipindi hiki, karibu sana. hii ni Beyond the Chapter. Jina na naitwa Daniel Ochela na niko na mgeni hapa, niko na mtumishi wa Mungu anaitwa mchungaji uh, Yohana Mahundi ambaye tulikuwa naye kwenye kipindi kilichopita mm. na huu ni mwendelezo ambapo kipindi kilichopita tulikuwa na mada inayosema uh, mjue sana Mungu ndivyo mema yatakavyokujia na leo tuko na mwendelezo wa kipindi hicho. hicho maana watumishi na watu mbalimbali walikuwa na maswali juu ya mada hiyo, na kuna mahali ambapo pia tunatamani kufika kupitia hii, hii mada. Karibu sana nikusi uendelee kubaki na sisi hapo ili kujifunza mengi mazuri asante. Mungu akubariki pendwa mtazamaji na msikilizaji wa kipindi chetu cha baraka cha neno la Mungu kama alivyotambulisha ndugu mtangazaji na mtumishi wa Mungu ambaye Bwana anamtumia kwa baraka kabisa, kutuhudumia kwa njia hii ambayo inatumika na Bwana kukufikia. Kitu cha kwanza kabisa ni kuambia kwamba Mungu amepafanya mahali hapa kuwa madhabahu yake na ameinua huduma hii ifanyike kuwa madhabahu inayoweza kukufikia mahali pale popote ulipo, na mkono wa Bwana ukakuhudumia. Pasipo kupoteza muda niweze kukaribisha tena, kama alivyonitambulisha ndugu mtangazaji na mtumishi wa Mungu wa kipindi hiki, mimi naitwa Mchungaji Yohana batahen Mahundi, na Bwana amenibariki niweze kurudi tena mahali hapa ili kuendelea pale ambapo tuliweza kukomea, na mtumishi aliuliza kwa nini katika dunia hii tunayoishi kuna watu hawamjui Mungu na hawamtegemei Mungu na wengine hatunao kabisa katika nyumba za ibada, lakini ndani yao wana mafanikio makubwa, na wakati mwingine kuzidi hata wale ambao eh, wako ndani ya... kuliko wale walioko ndani ya utumishi yeah. Aa, mwana Mungu, mimi naweza nikakwambia jambo hili. kitu cha kwanza ambacho watu wa Mungu na kanisa la Mungu na mwanadamu yeyote ambaye ndani yake ana kiu ya kutamani kuona anafanikiwa, au anafikia malengo, anafikia kesho yake, kitu cha kwanza cha muhimu lazima tutambue ya kwamba sisi ni wana wa Mungu, na kama ni wana wa Mungu, ni warithi wa ahadi za Mungu. Na tunapozungumza warithi wa ahadi za Mungu mojawapo ya ahadi ya Mungu iliyo kubwa, ukiachana na habari ya uzima wa milele kwe mbinguni, duniani Mungu ameahidi kutubariki na kutufanikisha. Kwa hiyo tukianzia hapo, swali linasema kwamba kwa nini hao watu wanafanikiwa wakati mwingine zaidi ya watoto wa Mungu? Ukisoma Ayubu ile ishirini na moja mstari kuanzia wa saba, utaona pale kuna majibu kwamba waovu wamekuwa na mafanikio watoto wao wamekuwa baraka, mali zao zimekuwa zikiongezeka. Lakini pale Ayubu anasema hao kufanikiwa kwao kupo katika uwezo wa mikono yao wenyewe. Na pointi au hoja na ajenda ya mada yetu tulio nayo ni mjue sana Mungu ili upate kufanikiwa. Labda mtumishi nikinanilia niki, hapo unaweza ukatuweka saa unavyomaanisha kufanikiwa kupo ndani ya uweza wao wenyewe, mm. ina maana hawa ambao wako ndani na wanamtumikia Mungu hawana uwezo wao wenyewe kufanikiwa. Kufanikiwa kokote kunatokana na madhabahu, na katika madhabahu lazima pawe na Mungu kwe. Kwa hiyo yeyote unayemwona amefanikiwa, iwe kwa, kwa njia ya Mungu au kwa njia ya giza, ana madhabahu. Na ili mtu apate kufanikiwa lazima ajue njia ya kufanikiwa, na ndio maana Biblia inasema umjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujia. Kwa sababu gani? Mafanikio yote yaliyo mema yatokana kwa Mungu, na mafanikio ya watu wa giza pia yanatokana na roho za Mungu kwa wana wa Mungu ili waweze kufanikiwa kwenye njia zao. Au ukirejea kitabu cha Mithali sura ile ya tatu kuanzia ule mstari wa nne, anasema mkabidhi Bwana njia zako na mawazo yako yatathibitika. Kufanikiwa kwa mtu kunatoka kwenye mawazo yake, na katika mawazo ndiko kwenye elimu ya kumjua Mungu na nguvu ya madhabahu ya Mungu ndani yao. Kwa hiyo hawa ambao tunawazungumza leo wanakuwa wema, wanabarikiwa, uh, wanapata utajiri mwingi. Ni yale mafanikio ambayo tunaweza tukayaita ni ya muda, kwa sababu hayatokani na Mungu. Na amini kwamba mtumishi wa Mungu, maandiko hayajawahi kusema uongo. Biblia inasema kwamba amelaaniwa mtu yule amtegemea nani, mwanadamu. Amini kwamba hata kama leo ukaona kasi kubwa ya mtu, watu wanafanikiwa, mafanikio yao yana muda, na nadhani tunazo shuhuda nyingi kwenye kizazi cha sasa na kwenye ulimwengu tulio nao. Kuna watu wamekuwa wakisadikika kwamba ni Freemason, wengine wamekuwa wakisadikika kwamba wametegemea waganga, wamefanya kafara. Tazama mwendo wao na jinsi ya mafanikio yao yalivyo, yana ukomo. Kuna mwendo ataenda, lakini wafika mahali, kuna ukomo kabla hajaombewa na baada ya kuombewa. Maanake huyu mtu alikuwa anajaribu kwenda kwa akili zake mwenyewe, alikuwa anajaribu kwenda kwa uwezo wake mwenyewe, labda kulingana na elimu CV alizonazo kwenye vyeti vyake, labda kulingana na uwezo wake wa juhudi ya kazi. Na tunaona leo watu wengine wanafanya kazi ngumu, lakini mafanikio ni kidogo. Tunaona leo watu ni wasomi sana, lakini kazi imekuwa tatizo ndani yao. Kuna roho ambazo zimefunga kubarikiwa kwa mtu. Kwa hiyo ili aweze kutoka kwenye hiyo hatua alionayo, ambayo imebeba kizuizi cha cha yeye kuendelea mbele, ni lazima afuate madhabahu ya Mungu aliye hai. Sasa hapo ndipo paliko na machaguo, anaweza akaenda kwenye madhabahu ya Mungu mkuu ambaye sisi tunamwabudu na kumwamini, na wengine kwa kuto kujua wanakimbilia kwenye madhabahu za waganga na wachawi, na kule anachokifuata ni roho kama vile ambavyo katika madhabahu ya Mungu mtu anapewa roho ya kufanikiwa baada ya kuombewa au baada ya kufundishwa kumjua Mungu. Na Ayubu anasema mjue Mungu ili uwe na amani, ndipo mema atakapokujia. Mema hatu ya ombi, mema yanakuja ni baada ya kumjua Mungu. Kwa hiyo baraka hatuzitafuti, baraka zinakuja. Kwa nini? Ni haki yako kama mwana wa Mungu, kwa sababu umejua njia ya baraka. Ni kama vile ambavyo mtumishi wa Mungu uh, uh, ukiwa na watoto kwenye familia yako, na wewe ni tajiri au una mafanikio ya namna yoyote ile, wale watoto, utajiri wako au mali zako ni haki yao, sio mpaka waje waseme, baba, ninaomba. Ni haki yao, ni warithi wa malango ya nyumba yako. Ndivyo tulivyo sisi mbele za Mungu wetu. Naam. No. No. Karibu sana uh, msikilizaji, kama unajiunga sisi msikilizaji pamoja na mtazamaji mm. Hii ni Beyond the Chapter. Yes. Na kama ambavyo nilikujuza pale awali tunaendelea na mada yetu ambayo inasema mjue sana Mungu ili uwe na amani ndipo yeah. Mema yatakapokujia na mtumishi wa Mungu amekuwa akiendelea hapa kuchambua na kuweka mambo vizuri kabisa na kuhakikisha unapata kile ambacho unatakiwa kukipata, sawa. so, mtumishi amesema hapa mm, kwamba mema hatuyaombi no, yanakuja ya no, mara baada ya kumjua Mungu. Sasa mbele kuna mengi mazuri, cha msingi mm, endelea kubaki hapo, ili tuendelee ku, kupata kile ambacho mioyo yetu inatamani kukijua. Labda nikirudi kwako, kwa mtumishi wa Mungu sasa. Ndiyo. Uh, unakuta mtu ameokoka na muda mrefu au yupo kanisani muda mrefu ana, anamuomba Mungu mm, anaabudu anafunga, anafunga anatumikia, ana, anatumikia kanisani. Yes, anatumikia kanisani vizuri sana mm, kiroho unaweza ukamkuta amefanikiwa sana mm, lakini ukija kwenye maisha ya kimwili mm, yupo kawaida mm. changamoto inakuwa ni nini au shida ni nini? Ni kwamba amjui Mungu au tuweke sawa hapo. Uh, sasa hapo kitu ambacho naweza nikakwambia mwana wa Mungu kile ambacho Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Ni sawasawa na yule mwana mpotevu uh, kwenye ile Luka Luka Luka kumi na tano tunaweza kuona, uh, Luka kumi na saba tunaweza kuona, kulikuwa na watoto wawili, kuna mmoja alikuwa baadae alichukua sehemu ya mali zake akaenda mbali akatapanya huko, na mwingine alikuwa anakaa mule mule ndani. uh, kitu ambacho pia kukitafuta kwa wale wawili baada ya yule aliyepotea aliporudi na baba yake akamkumbatia akamvika tena pete, wakachinja na ndama, ukafanyika sherehe. Huyu mkubwa alikasirika sana, na akamwambia baba, kwa nini umetenda haya? Mimi nilikaa na wewe siku zote na huku nisaidia, huyu amefika hapa, umefanya haya mambo makubwa kwa ajili yake. Akasema, mwanangu, hivi vyote viko ndani ya uwezo wa mkono wako, lakini huyu alipotea. Sasa leo tunapowazungumzia watu walioko kanisani na wameokoka vizuri, wanamcha Mungu, wanatoa mafungu ya kumi, wanafunga wana, wana, wana na kuomba, na kuna wengine na ni kweli, tumewaona wengi, wakati mwingine hata maisha yake ya nyumbani huwezi kuyazania kama ni mtu ambaye anamjua Mungu. Ninachokiamini na ni kwamba kuna maarifa ndani yake huyo mtu yamepunguka. Kwa sababu gani yamepunguka jinsi gani? Mwingine anaweza kuweka bidii ya kuomba, lakini hana bidii ya kufanya kazi anaweza kuweka bidii ya kufunga lakini hana maarifa ya kufanya utafiti wa kitu gani anaweza akakiona kwake kama fursa. Kwa sababu ngoja nikuambie jambo, mtumishi wa Mungu, kuna mwanamke mmoja mjane kwenye Biblia alikuwa amewiwa, um, amewiwa na mdeni wake badala ya mume, baada ya mume wake kufa, akaenda kwa nabii kuomba yule nabii ni nabii wa Mungu, angeweza kumwekea mikono akamwambia kwa jina la Yesu, pokea muujiza, ukitoka hapa deni limelipwa. Alimuuliza, kuna nini? Wapi nyumbani kwa leo Mungu ili apate kunibariki. Baraka za Mungu ili zipate kunijia lazima kuwe na nyenzo, kitu kinachoweza kusababisha Mungu akutane na wewe. Watu wanaangamizwa kwa kukosa, tena sio wanaangamizwa, wanaangamia, maanake wanajiangamiza wenyewe. Kwa kukosa nini? Maarifa. Biblia imeshasema sisi ni wa walithi wa ahadi pamoja na Kristo Yesu. Mungu anaposema atatubariki anasema atabariki kazi ya mikono yako. Sasa leo tunao waombaji wengi, tunao wana wa Mungu wengi, tunao vijana wengi, tunao watu wa Mungu wengi, tunao kanisani, na wengine ni watumishi wa Mungu na ni wachungaji kama mimi, lakini ukienda kumtafakari kwenye maisha yake ya kiroho, amefanikiwa maisha yake ya kimungu, amejaa shida ndani yake, amejaa manunguniko ndani yake, na hii ninaamini kabisa wakati mwingine inapunguza neema ya uwepo wa Mungu ndani yake, kwa sababu wakati mwingine uwepo wa Mungu unazidi kwa, kwa, inavyo kujiria maisha yako yanakuwa na ushuda ko. Tunahitaji maarifa ya kujua sisi ni warithi wa ahadi pamoja na Kristo na maandiko, akisoma kitabu cha Efeso sura ile ya kwanza mstari wa tatu anasema atukuzwe Mungu aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni ndani yake, nani Yesu Kristo? Hawezi Mungu kunibariki kiroho, kimwili asinibariki kwa? Kuna shida ambayo tunahitaji kuijua hapo, mtumishi wa Mungu na mtazamaji, kama ambavyo mtumishi wa Mungu anasema kwamba Uh, Mungu akikubariki mm. Akikubariki rohoni, lazima na mwilini pia atakubariki, yes. Ukiona mambo yajakaa sawa hapo, lazima ujitathmini mm. Lazima ujichunguze ili kuona shida iko wapi mm. Na mtumishi wa Mungu ameendelea kutuweka sawa hapa na kuclarify mambo yote yaweze kwenda vizuri. Usiende mbali na chombo chako ambacho unatumia kututazama na kutusikiliza, ili kuhakikisha unayapata yale yote ambayo unatakiwa kuyajua. Kama ambavyo nilisema, langu jina naitwa Daniel Ochela, niko na mtumishi wa Mungu anaitwa Pastor Yohana uh, Batazari Mahundi tuko naye hapa. Karibu mtumishi, uh, hapo sasa ambapo uh, umetuambia kwamba Mungu aweze akakubariki rohoni, alafu mm. mwilini asikubariki. Mm. Ukasema kwamba kuna maarifa tunatakiwa kuwa nayo hapo. Mbiyo. Sasa ni kwa namna gani tunaweza tukapiga hatua kutokea hapo tulipo ili kuweza kusonga mbele? Ah, uh, kitu kikubwa watu wamjue Mungu. A, kitu kikubwa watu wamjue Mungu, na niweze kusoma labda kitabu hiki cha Mithali. Mithali sura ile ya tatu. A, lakini kitu ambacho ndugu mtazamaji, ni muhimu ukijue sana, unahitaji kumjua sana Mungu, lakini si kumjua peke yake. Katika njia zako na hatua zako, mkabidhi yeye, ndiye atakayeweza kukufanikisha. Mithali tatu mstari ule wa nne, Biblia inasema hivi, ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkili yeye, naye atayenyosha mapito yako. Usizitegemee akili zako mwenyewe. Kuna mambo yanayowezekana umeenda nayo lakini ume, ume, u, u, unajua mtumishi kulingana mm-hmm, na vile umezungumza kwamba tunao watu uh, uh, wapo makanisani, lakini ishu ya kufanikiwa imekuwa tatizo. Na kitu ambacho naweza nikaongeza leo, makanisa yamekuwa sehemu ya ajabu kidogo, kwamba watu wengi wakiona wanafanikiwa, hata makanisa na yenyewe yamebadilika, nasema huyu mtu lazima ni Freemason. Hmm. Leo hii mtumishi ukibarikiwa na ukaanza kutembelea viete unamiliki ghorofa unamiliki kampuni uh, watu wataanza ku doubt na wewe, wataona, hmm, kama kuna shida fulani. Kwa nini kanisa au watu wa Mungu na wenyewe wametekewa maarifa kidogo? Wamezani ni mafanikio ni ya, ya watu fulani, alafu imani na mambo ya kiroho ndio ya watu wa Mungu waliookoka. No, Mungu ametubariki na ametupa nguvu ya kufanikiwa, na ndio maana Mithali anasema kitu cha kwanza kibali, kitu cha pili akili Anazungumza mama wawili, kitu cha kwanza ndivyo utakapopata kibali, kitu cha pili na akili nzuri. Unaweza kuwa na akili lakini siwe nzuri, yani manake haina maarifa ndani yake. Ukisoma okay, okay. Efeso sura ya nne mstari wa kumi na saba anasema, msienende kama watu wa mataifa ambao akili zao zimetiwa giza, wamefarakanishwa na uzima wa Mungu. Kwa ukiona mtu yupo kanisani anafunga, anaomba, anasali, anajitoa sana, anatoa mafungu ya kumi na hafanikiwi na vitu viwili ndani yake, kama sio ana roho zimemfunga, basi huyo mtu amepungukiwa na maarifa na roho ya kibali. Kwa hiyo kuna ishu ya kushughulikia hapo kiroho, kwa njia ya maombi. Amen, mtumishi wa Bwana. Ndio, na kuna, kuna ili kidogo ni mm, ni, ni, ni, ni nje kidogo, lakini naona linaweza likaingia hapo mm. kuna kuna, ukisoma kwenye Malaki, ndio kama sikosee ile sura imenitoka me, kidogo Ndiyo. Inasema kwamba leteni zaka kamili, ndio Malaki sura ya pili, leteni zaka kamili nyumbani mwa Bwana. Uh -huh. ili ikiwemo chakula uh -huh. lakini pia ndivyo baraka zitakavyofanyaje, zitakavyokujia. Ina inamaana kusema kwamba mtu wakati mwingine anaweza akabarikiwa, lakini kama tu atoi fungu la kumi inaweza uh -huh. ikawa ni changamoto kwake kuendelea kufanikiwa. Jibu uh, jepesi na la baraka ni hili, sadaka ni mlango mkuu wa baraka kwenye maisha ya watu na kuna namna nyingi ya sadaka, lakini tunapozungumza ishu ya fungu la kumi, ndilo lango kuu la baraka za kuongezeka kwenye maisha ya mtu kwa sababu uh, unapotoa zaka au fungu la kumi ni tendo la kumheshimu Mungu na kuona kwamba sehemu ya mali ulizo nazo ni mali ya nani? ya Mungu. Kwa hiyo mtu anaposhindwa kutoa fungu la kumi, hii inatoka kwenye Malaki, uh, kwenye Malaki tatu mstari ule wa, uh, wa wa wa kumi, lakini anze mstari wa tisa, asema ninyi mmelaaniwa kwa laana maana hmm, mnaniibia mimi, naam taifa hili lote. Leteni zaka kamili ghalani ili kiwemo chakula katika nyumba yangu mkanijaribu kwa jinsi hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha. Wapi? Nyumbani. Nini maana yake? Kwamba sadaka au fungu la kumi ni malango, na mtu asipotoa fungu la kumi maana yake amejifungia mwenyewe malango. Ndio ile tunayosema anaweza kuwa kanisani na asibarikiwe. Kwa nini? Amekosa maarifa ya kujua siri ya kubarikiwa. Naam. A um, mtazamaji na msikilizaji ambao unaendelea kutufuatilia kwenye kipindi hiki, hii ni Beyond the Chapter. Niko hapa na mtumishi wa Mungu Yohana Batazali Maundi, ni mchungaji huyu, na mimi langu jina naitwa Daniel Ochela. Tunahakikisha kwamba mambo yote mazuri unayapata, na hapa tunaendelea kwamba kwenye ile mada ambayo tuko nayo ya mjue sana Mungu ndivyo mema yatakavyokujia, na mtumishi wa Mungu ameendelea kuichambua na kuiweka vizuri. Karibu sana kama unajiunga na sisi, lakini mtumishi ametoka kutujibu hapa kwenye swala so zima la Uh, namna ambavyo wakati mwingine imekuwa ni changamoto kufanikiwa kwenye eneo la kuto kutoa no. Uh, lakini wengine wamekua waki, wakipata shida kwamba bwana, sadaka ni lazima sio? E, ule mstari wa kumi pale kwenye ile sura uliosoma mtumishi wa Mungu misali Malaki mstari ya ya, wa ajili yenu nitamkemea yeye alaye wala hata haribu mazao ya ardhi yenu wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Kwa hiyo ni kwamba wale wote ambao mambo yanakuwa yanaharibika ni, au yanakuwa hayaendi vizuri, ni Mungu anakuwa ametoa mkono kwa sababu hawatoi zaka au kuna vitu vingine pia vina, vina, vinatokea pale uh, kwenye hilo eneo, ni kitu kimoja tu, mtumishi wa Bwana, unapomheshimu Mungu Mungu anakufunika kwa utukufu wake, na njia mojawapo ya kumheshimu Mungu ni kumtolea sadaka. Hakuna leo madhabahu utaenda wasitoe sadaka. Hawa watu wa giza ambao tunawaona leo wanafanikiwa sana uh, wanakuwa matajiri, wanamiliki uchumi wa nchi na hata dunia, kuliko watu wa Mungu, siri kubwa waliobeba ni kuheshimu madhabahu hizo wanazozitumikia kwa njia ya sadaka na makafara kwayo. Leo ukikuta mkristo anashangaa au anajiuliza maswali kwa habari ya sadaka, fungu la kumi, dhabihu, uh, sadaka za ukombozi na vitu vingine, ni kwa sababu tu ndani yake kumekosekana na maarifa. Na andiko limesema wazi uh, ukimuheshimu Bwana Mungu anasema nijaribuni kwa jinsi hiyo, si ndio? Na unapotoa maanake umempa nafasi Mungu kutawala uchumi wako kutawala uh, kazi yako kutawala biashara yako, na ulinzi wa Mungu unakaa pale. Kwa hiyo unapoondoa ndio ile unaikuta kwenye Agai, anasema kwa sababu hatuja mtolea Mungu na kumjengea, anasema tutapata fedha lakini tutaweka kwenye mifuko iliyofanya <inaudible> nini, iliyotoboka, tutafanya kazi nyingi lakini hatutaona mafanikio yake. Kwa hiyo jibu liko kwa wepesi kabisa, watu wamjue Mungu, waongeze maarifa na ufahamu, kusikia neno lake linasema nini. Naam, mtazamaji, karibu sana uh, tunaendelea na kipindi hiki kama una swali lolote kwa mtumishi wa Mungu, una kitu unataka kukielewa uh, unaweza ukatucheki hapa kupitia namba za simu sifuri saba sita tano hamsini 0765 itau tucheki kwenye hizo namba, na mambo mengine yatakuwa vizuri kupitia namba hizo. Kama ni maombezi, maombi, uh, unahitaji ushauri, unaweza ukanicheki pia kwa namba hiyo hapo. Lakini pia kuna namba nyingine ambayo mtumishi wa Mungu pia anaweza akakutajia ili kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri. Ni voda ya sifuri saba tano sita Tano, tatu, saba nne, tatu nne. Watu wengi wanahangaika, wanapita kwenye nyakati ngumu, wanapita kwenye vipindi mbalimbali na wamekosa majibu. Mi nataka nikuambie Yesu ndio jibu lako, madhabahu ya Mungu ndio kimbilio pekee. Mjue sana Mungu na Mungu atakubariki. Kumbuka uh, mada yetu kuu ya neno la Mungu ambayo tumeleta kwako inasema mjue Mungu upate kubarikiwa, mkabidhi Bwana njia zako upate kufanikiwa. Dunia imejawa na kila namna ya elimu, lakini elimu pekee itakayo kusaidia ni ya wewe kumjua Mungu. Na kabla hatujamaliza kipindi hiki, tutaomba na wewe ambaye unapitia kwenye nyakati fulani na wakati mwingine umekosa majibu. Nataka nikwambie kupitia kipindi hiki na kupitia watumishi wa Mungu ambao Bwana ametutumia, amini Bwana ataenda kukufungua. Karibu sana naam. Um, mtumishi wa Mungu amemaliza hivyo hapo, lakini kabla ya kufunga kipindi chetu cha beyond the chapter Uh, mtumishi wa Mungu anataka kuachia baraka, anataka atamke neno kidogo, maana umechukua muda wako kutusikiliza na kutufuatilia. Sasa kama Mungu anavyosema au kama maandiko yanavyosema hatawaacha hivi hivi, na mimi nirudishe kijiti kwa mtumishi wa Mungu atamke neno kidogo. Karibu sana mtu wa Mungu, kama alivyotuongoza uh, mtumishi wa Mungu na mtangazaji wetu wa huduma hii ya kipindi chetu cha baraka nataka niweze kuomba kwa ajili yako wewe ambao ulitumia muda wako kwa ajili ya kufuatilia kipindi hiki kusikiliza kwa makini na kutazama kile ambacho Bwana anatupa kusema na wewe inawezekana mahali pale ulipo una kiu ya kuona Mungu na wewe anakuhudumia Mungu anakugusa Mungu anakufungua nataka nikuambie kwamba kabla sijaomba kama uliwahi kusikia au kusoma kwenye maandiko na ukaona vile ambavyo Mungu akiwahudumia wengine na ndivyo Mungu atakuhudumia na wewe pia fungua malango ya moyo wako kwa maana hiyo ndiyo madhabahu ambayo Mungu ataenda kukutana na wewe saa hii. Ikumbuke ya kwamba nimekuambia uh, kwenye mafundisho yangu kwamba sisi ni wana wa Mungu na warithi wa ahadi, lakini pia baraka, neema na mafanikio yanatokana na Mungu. Yesu Kristo akapate kukutendea saa hii, na tuweze kuomba pamoja nami. Sasa tuombe. Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya huduma hii na kipindi hiki cha baraka ambacho umemwinua mtumishi wako Daniel Ochela kutumika kwa ajili ya kipindi hiki. Bwana Yesu, umenitumia pia mtumishi wako kwa ajili ya kuwahudumia kwa njia ya neno lako. Saa hii ninatamka ya kwamba yeyote aliyekuwa amefungwa, yeyote aliyekuwa na mapito, yeyote ambaye ndani yake ameweka shauku na kiu ya kutamani kuona unayaponya maisha yake unayagusa maisha yake. Neno lako linasema katika injili ya Yohana 17 mstari wa tatu, huu ndio uzima wakujue wewe mungu wa kweli na wapekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Saa hii Bwana Yesu umepafanya mahali pale alipokuwa madhabahu yako takatifu, moyo wake ameufungua na yamekuwa malango ambayo yanaenda kuwa madhabahu yako ili upate kumhudumia. Ninaachilia nguvu ya roho ya kufanikiwa naachilia nguvu ya roho ya uponyaji naachilia nguvu ya roho ya utakaso na mpatanisha na madhabahu yako ya kimbingu kwa neno lako. Akasikia nguvu ikipita ndani yake ikifungua vifungo vilivyokuwa vimefunga ikifungua malango yaliyokuwa yamefungwa. Na fahamu zetu Bwana, zikatiwe nuru yako kwa upya, kwa maana imeandikwa, akili zao utaenda kuachilia maarifa ndani yao. Ndivyo Bwana, naenda kuachilia roho ya maarifa, roho ya hekima, roho ya uweza na nguvu na mamlaka katika jina la Yesu Kristo, kama ilivyoandikwa mtakeni sana Bwana na nguvu zake. Ninasihi neema yako Mungu wetu uliye hai, ninasihi neema yako Yesu Kristo ikawe ndani ya kila mmoja ambaye majira haya moyo wake ameinamisha mbele zako katika hali ya kukutamani na kukutaka Mungu upate kukaa ndani yake. Damu yako Yesu ikachilie rehema na utakaso na kibali na uweza na nguvu kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo, amen. Na Mungu akubariki sana. Uh, mtumishi wa Mungu tunaweza kuendelea. Uh, Mungu awabariki sana wale ambao wamepata kushiriki kipindi hiki na wametumia muda wao kwa ajili ya baraka hii asante. Hivyo ndivyo ambavyo mtumishi wa Mungu amemaliza katika kipindi chetu leo, ni kukaribisha tu katika kipindi kingine kijacho. Kumbuka ulikuwa na mimi Daniel Ochela uh, usiache kunifuatilia kwenye mitandao ya kijamii unanipata kama official underscore ochela pale Instagram, lakini TikTok unanipata kama Ochela, the CEO, na pale Facebook unanipata kama Ochela Dani. Kwaheri kwa sasa, mpaka wakati mwingine, na nikushukuru sana kuendelea kutuchagua sisi hapo. Kwaheri, asante sana, sana mtumishi wa Mungu akubariki. Amin.